So, iqra, iqra a namba tatu, iqra al-mithal al-atiya thumma, mfano ufuatao thumma hawil al-jumal al-atiya mithlahu, kisha badilisha sentensi zifuatazo mfano wake. Maana anataka uunde sentensi kama huu mfano wake hapa ataotoa hapa. Anasema mithalun, mfano, hadha kitabun, hiki ni kitabu, hadha kitabun. Sentensi hiyo imekubalika, haihitaji ziada, hadha kitabun, hiki ni kitabu. Kisha mbele hapo hii kitabu akaiweke, akaiweke alif na lam, anasema hadhal kitabu. Hapa sasa maana inabadilika. Mwanzo ilikuwa hadha kitabu, hiki ni kitabu, sentensi imeisha. Lakini ukisema hadha alkitabu, maana yake hiki kitabu, unahitaji neno la ziada au maneno ya ziada ili kukamilisha sentensi, sababu inakuwa alkitabu inakuwa ni badal, jina lenye alif na lam ambalo linakuja baada ya isim ishara, na hapo inahitajika kuongeza maneno ya ziada au neno la ziada ili kukamilisha hii sentensi. Kwa hadha alkitabu, hiki kitabu, nasema hapo li Muhammadin, ni cha Muhammad, li Muhammadin, ni cha Muhammad aa ta aatdaa meaite alif na lam kwenye tabibu, asema hadha tabibu, huyu daktari. abii hadhihi sayyaratun, hili ni gari. hadhihi sayyaratun, hili ni gari mbele huko umetokea dash kisha kaandika lil mudiri ni ya mudiri, kwa utasema hivi hadhihi sayaratu hili gari kwenye sayaratu hili gari, hili gari lil mudiri ni la mudiri. Namba tatu, dhalika waladun yule ni mtoto, dhalika waladun yule ni mtoto. Mbele kaandika dash ibnul mudarris, mtoto wa mwalimu

Suwisira ni nchi ipo Australia. Min Almania, min Suwisira ni kutokea. Au tilka saatu

Yule mtu yule, muadhinun ni muadhin, muadhin anaitwa atana. Dhalika rajul, yule mtu, muadhinun ni muadhini. Na manane, hadhihi baidhatun, hili ni yai. Hadhihi baidhatun, hili ni yai, hili yai hili. Hadhihil baidhatu, hili yai kabiratun, kubwa

Hadhi hil haqibatu, hu mkoba au hili begi. Lil mudarrisi, ni la mwalimu. Hadhi hil haqibatu, hili begi. Lil mudarrisi, ni la mwalimu. Sa so, iqra al mithal al atiya, soma mfano fuatao. Thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu, kisha unda maswali na majawabu mfano wake kwa wanataka usome mfano uangalie, alafu tumie muundo huu huu kwenye kujibu ya maswali hapa. Mithalun, mfano liman hadha alkitabu, ni cha nani hiki kitabu. Kwa ameweka picha ya kitabu hapo, liman hadha alkitabu, nikaandika hadha alkitabu li Muhammadin, hiki kitabu ni cha Muhammad. Hadha alkitabu, hiki kitabu li Muhammadin, ni cha Muhammad. Sawa, mmoja ameweka picha ya kalamu hapo, kwa inabidi uulize kalamu ya nani hii. Utasema liman hadha alqalamu, ni ya nani hii kalamu. Liman hadha alqalamu cha kumbele, tajibu ni Abbas kwa sababu ya kajina Abbas kwenye mabano. Kwa sababu, hadha alqalamu, hi kalamu li li Abbasin. Basa ni Abbasin. Hi kalamu hi? Ni Abbas. Hadha alqalamu li Abbasin, hi kalamu ni Abbas. Mbili ameka picha ya funguo hapo, funguo kwa sababu, liman hadha almiftahu? Ni nani hii funguo? Liman hadha almiftahu? Ni nani hii funguo? Kwa sababu kwenye wana huko ameka Ali.

ameweka dash afu ameweka neno almudiri, tuseme gari hili ni la mudiri baqaratun ni wakike, eh. kwa tuseme huyu ngombe, liman hadhihi albaqaratu, ni wanani huyu ngombe belehuko ameweka jina al-fallah. al-fallah ni mkulima. Oabidi sema huyu ng'ombe ni wa mkulima, utasema hadhihi al-baqaratu lil-fallahi. Huyu, huyu ng'ombe huyu ni wa mkulima. Hadhihi al-baqaratu huyu ng'ombe, lil-fallahi ni wa mkulima. Namba tano ameweka mkoba hapo haqibatun, utasema liman hadhihi al-haqibatu, ni nani hu mkoba

Taamal al amthila al atiya. Al baytu nyumba, al baytu nyumba. Ukikaanika mbele, fil bayti, fil bayti, ndani ya nyumba, maana nyumbani. Mbele kaanika, minal bayti, kutoka nyumbani, min al bayti, kutoka nyumbani -bay ila al bayti, kuelekea nyumbani. Kwa hivyo hizi yote ni herufi za kutia kasra: fi, min na ila. Alafu kaleta maneno ambayo yenyewe yanaishiwa na alif mushoni, al mustashfa hospitali Inaishia, alif al-mustashfa inaishia na alif. Na alif maksura kule mwishoni unavuta al-mustashfa, kwa hiyo min al-mustashfa ndani ya hospitali Marekani, fi amrika, ndani ya Marekani. Fi amrika, na inaisha na alif mushuni kwa sababu ikija herufi ya kasra, kama hapo, min amrika, kutoka Marekani. Min amrika, kutoka Marekani. Min aina anta, kutoka wapi? Unasema ana min amrika, mimi ni kutoka Marekani. Ila amrika, kuelekea Marekani. Ila amrika, aina tadhhabu, wapi unaenda? Adhhabu ila amrika, na Marekani ila aina tusafiru nasafiri kuelekea wapi? usafiru ila amrika, nasafiri kuelekea Marekani. Almania, Ujerumani. Almania, fi almania, ndani ya Ujerumani. fi e almania, ndani ya Ujerumani. min almania, kutoka Ujerumani. Kisha akaandika mbele, mwisho hapo, ila almania, kuelekea Ujerumani. Kisha asema mbele, ikra waktub, soma na uandike. Hadha tabibu min inkaltara, hadha tabibu min Inkaltara, huyu daktari ni kutokea Uingereza. Na mbili, dhahaba hamidun ila Faransa, ameenda Hamid kuelekea Faransa. Angekuwa mwanamke ungesema dhahabat zahratu ila Faransa, ameenda Zahra Faransa. Matatu, Mahmudun maridhun, Mahmudu ni mgonjwa. Shafahu Mahmudun maridhun, Mahmudu ni mgonjwa. Shafahu aaba dhahaba Abdullah ameenda Abdullah. min almania kutoka Germany ila inkaltara kwenda Uingereza. na mfano hadha lkitabu li Isa, kitabu hiki li ni cha Isa, kitabu hiki Isa. Hadha kitabu, kitabu ni cha Isa. Wadhalika alkitabu, na kile kitabu, limusa ni cha Musa. Kwa hiyo Isa na Musa inaishiwa na alif maksura mbili m ja ykift hsmussema Isa au limusi la hivyo hivyo, ni liisa ni Musa. Namba sita. Hadha almuhandisu, huyu mhandisi. Huyu min amrika, ni kutokea Marekani. Hadha almuhandisu, huyu mhandisi. Min amrika, ni kutokea Marekani. Sasa namba sita, iqra, anasema soma. Maandika namba moja, assaburatu amama attalibi, ubao uko mbele ya mwanafunzi. Wahiya nahuo ubao, nahu khalfal mudarrisi, uko nyuma ya mwalimu khalfa almudarrisi yuko nyuma ya mwalimu. Wassaburatu amama talibi, wa khalfa almudarrisi, ubao uko mbele ya mwanafunzi, lakini pia uko nyuma ya mwalimu, kwa amama mbele ya, khalfa nyuma ya. Kama tulivyosema amama na khalfa, yakija maneno haya yanakuwa ni mudhaf na majina ya mbele yanakuwa ni mudhaf ilayhi. Kwa hiyo hapa amama talibi, atalibi na kasra kwa sababu ni mudhaf ilayhi. Hii vile vile wahiya khalfa almudarrisi, khalfa ni mudhaf, almudarrisi kwa kasra ni mudhaf ilayhi. Aii, aina sayaratu lmudarisi, liko wapi gari na mwalimu? Aina sayaratu lmudarisi amama baitul imami. Iko wapi nyumba ya imam masjid? Nyumba ya imam iko nyuma ya almasjidi, msikiti